Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wa Kishki TV, karibu sana kwenye kipindi kizuri sana cha Fursa A to Z, kipindi ambacho kitakukutanisha na wajasiriamali wanaoishi maisha ya vitendo kwa vile vitu ambavyo wanavifanya, lakini ni watu ambao naweza nikasema wamesota kupitia njia ya kuyatafuta mafanikio na wameweza kuyafikia, au wameweza kusimamisha biashara fulani fulani katika harakati zao na zinaonekana wazi, kila mtu anaweza akaona akatambua kitu fulani. Sasa badala ya kuzifahamu zile brand, nataka ni kulete behind the scene, wale watu ambao wameweza kuzisimamisha na watu ambao wanaziendesha sawa sawa. Mimi naitwa Ezden Jumanne, kuendesha kipindi hiki, na katika episode ya leo tunakwenda moja kwa moja kukutana na mjasiriamali ambaye ana uzoefu wa biashara au amekuwa kwenye biashara kwa zaidi ya miaka 20 mpaka sasa na sasa hivi anamiliki mgahawa mkubwa ambao upo maeneo ya Temeke unaitwa Lagat House. Karibu sana Miss Ayan au Umu Faisal. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Lagat House pia ndio wamekuwa wadhamini wa kipindi, kwa maana hii ndio sehemu ambayo itakuwa seti ya kipindi chetu. Ina maana wajasiriamali wote wengine tutaona kupitia hapa hapa hiki ni kitu kizuri sana kwa hiyo endelea kufuatilia. sio tu kufuatilia lakini ukiwa na hasa una jambo lako lolote una labda shughuli ambayo ndogondogo una kikao unataka kufanya hapa na Gat House kuna maeneo mazuri hapo. Nafikiri ninavyozungumza utakao unaona tu na kuonesha baadhi ya sehemu. Anytime unakaribishwa hapa. Hapa ni karibu na hii barabara ya Temeke inayoelekea hospitali ya Temeke, na mtaa wa Mombo, utaiona tu iko barabarani, no inaonekana vizuri kama unavyoiona picha zake kwa nje. Kwa hiyo karibu sana hapa. Mtu mwingine ambaye tunaye kama mdhamini ni ya afya, pure drinking water. Pia ni wadhamini ambao tuko nao kwenye kipindi hiki. Kwa hiyo endelea kufurahia chakula chako na maji haya. Naam, mimi nimekutambulisha kwa namna ambavyo mimi nimekutambulisha. Very simple. Kwamba nimetaja tu miaka 20, lakini ningependa 20, lakini ningependa ujitambulisha vizuri zaidi wewe mwenyewe na utueleze kidogo historia yako kwenye ujasiriamali. Just tell us, katika hii miaka 20 ya biashara na nini, tell us a little bit paka kufikia hapa kwanza, alhamdulillahi shuabilalamin, tumshukuru Allah Mwenyezi Mungu ametupa uzima na afya. Na kwa kweli maisha ni safari, na mwenye kufika mpaka hapa ashukuru Alhamdulillah. Toka kwetu mbali tulikuwa na Allah subhanahu wa taala alituongoza, alitupa kila wenye uwezo wake, na sisi tukawa tunajitahidi kuyafanya. Biashara ni uaminifu, ni, ni, ni, ndio maana ya uaminifu, sio kwamba umepewa mali uishikilie. Kwanza ujiamini, ujiaminishe mwenyewe binafsi, sahihi, kwa sababu kila mmoja wa binadamu Mwenyezi Mungu amemwumba afanye chochote kile ambacho anakiweza. Kuna kile ambacho wewe ukiwezi, usijilazimishe. Usisahau kumweka Mwenyezi Mungu mbele kwanza, una unapoanza kitu Chochote kile, ni... kile unachokianza weka Allah subhanahu wa ta'ala mbele. No. E Mungu, nisimamie hiki kitu sikijui. Mungu atakufungulia milango, ikiwa ndogo amekufungulia rizika nayo, hicho hicho kitakuja kukua. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu Allah ndo anatufahamu vizuri ya yeah. Kuenda kila kitu natokia kwa sababu anatupa kwa sababu kwa kipimo kwa sababu na yeye anampa mtakaye Nafkiri imekuwa inspiration nzuri sana kutoka kwako. Labda tuende moja kwa moja kwenye, kabla ujafika hapa kwenye restaurant leo, napenda kufahamu ba, ushafanya biashara gani nyingine? Ulikuwa umepitia biashara zikwsababunambia una experience kama 20 years kwenye business, labda umepitia kwenye biashara zipi kabla ya kuja kwenye an na za kufanya na za kutafuta vitu vya kubuni ni vitu vya mtu mwenyewe kupenda kufaya hasa hasa mapishi. Okay. Mimi sio chef lakini in my life historia yangu ni mtu ambaye anapenda kupika, ndio bila shaka nikuwa inspiration ya, ya restaurant imetokea wapi? Yeah. Lazima utatafuta mtu akusaidia, lakini alhamdulillah sisi tumetoka mbali sana. Kimeanza kufanya biashara ya mgahawa since 1997, 1997, yeah, wow, I was 21, 22 years in other than that, something like that. mko na mgahawa mdogo tu just uwezi kupikia pale, tunapikia nyumbani tunaleta pale Before tulikuwa tuna business mdogo na mume wangu alikuwa na mambo ya ma, biashara za madukani, lakini sisi wakinamama tunapenda sana tuwe peke yetu, we have to do something our alone, yani tufanye kitu ambacho sisi inatuingizia hata mia mbili mia tatu natoa nijue ni wakinamama wa kwa sababu ke... wewe ni Msomali na kuna kitu, wa... kuna kitu wa Somali na biashara yani kipo sana yeah. Kwako wewe ilikuwaje? ni kitu umeikuta kwenye familia yani, tangu ukiwa labda msichana mdogo, unakuwa unaona kuna biashara ya babu ya bibi au kwa kweli kwa jamii, au wewe labda na mumeo ndio mlianza biashara? Mimi hiyo kitu nimeikuta kwenye familia, kwenye familia okay. It's my blood. Wow, kwa hiyo hapa unaposema sisi wakina mama wa Kisomali... no, I'm just talking about <laughs> kwa ujumla, kwa ujumla okay, hakuna usomali hakuna uharabu hakuna nini. Ndio ndio ndio, mama, kitu kinaitwa mama ni mama tu. Ndio, hata atokee wapi. mm tunapenda tufanye chetu, sawa. Chetu chetu ni kitu ambacho sisi tunalea watoto, sawa sawa. So mimi business imetoka kwa wazazi wangu. Mi, nimekulia, ndio, nimeiona na nimefanya nao pia, ndio, nikiwa still aha mdogo, masuala ya hoteli, hiyo ilikuwa ya baba yangu ndio so kwamba mimi nimeanza nime tu no I have good experience. Ha, hapo naona. And, uh, pia baada ya kuolewa then mm, tukaanzisha maisha yetu sasa. So kile ambacho umetoka nacho huko kinakupa faida leo. Hebu niambie kitu kimoja, uthubutu wa kibiashara hili naona siwezi kuliacha, nataka wewe unisaidie kidogo hii nimechunguza kwa sababu ninao marafiki wa Somali pia wengine kwenye biashara. Yani, sina rafiki Msomali hata mmoja hana biashara, kila mtu anafanya biashara. Huu uthubutu wa biashara, tofauti na Waswahili wengine, ni tofauti kwamba wao wana uthubutu sana wa biashara. Uh, familia zetu huku watu wengi hatuna biashara, yani sisi ni kaida. Unakuta mtu kazaliwa kwenye familia ambayo babu wala yeye hamna mtu mfanya biashara. Unajua biashara ndio kwanza ni majaliwa ndio, sawa. Huwezi kuforce kitu ambacho wewe Mungu haja kujalia, na kuna kingine ambacho mtu anakulia naye, umeikuta biashara ya wazazi wako, ndio wao waliikuta biashara ya wazazi wao, kwa sababu business ya msomali huwa mara nyingi asilimia mia inakuwa heritage. Aha, it's an inherited business, yeah, inakuwa heritage business kwa. Nimepata siri ya kwanza sijajua kama na ndugu zetu Wachaga nao wapo hivi pia, maanake Wachaga zee wa biashara wale mpaka wamepewa, wamepewa utani kwamba Moshi wenyewe wameifafanua kifedha kwamba Mungu onyesha sehemu hela ilipo, ndio Moshi. Unaona, kwa hiyo kwa hiyo, kumbe kuna ikitokea wazazi wanafanya na wanawashirikisha watoto wao, yep. Ni rahisi kupass this business in the next generation. Sisi, hatulei watoto, tunalea watoto You are now. They have to know what we have ndio. Wajue tulichokuwa nacho na wajue tunakifanya nini ili yule mtoto awe mfano wa baadaye wa mtoto wake ndio, ndio generation unapo, unajua unapolea mtoto unalea una, una generation ya one, two, three, ndio, ya baadaye uko tatu au nne tano pengine Mungu akijalia. So kwamba unalea mtoto kwa leo, mimi nimemlea mimi, hii ni mali yangu mwangu. No. Kwa unalea mtoto lakini focus yako iwe kwa uzako au wajukuu za wajukuu wa mwanao. Yaani, yeah. angali... tuende uko tatu, nne. Hiyo focus kubwa sana. Katika biashara ulizopitia kufanya, unaikumbuka biashara gani ambayo uliingia ukiwa huna huna experience nayo? Yaani, was like mpya kwenye hiyo. Ikakupa changamoto kidogo. Unaikumbuka vifaa kwa hiyo? Biashara still I have mimi nayo mpaka sasa. Aha, ambayo amenipa changamoto ni transportation. Usafiri kwa maana kusafirisha watu. Naenda nchi za nje, Zambia. Changamoto yake nina miaka saba nane sana sasa hivi. Biashara ile ni nzuri sana kuwa tayari, kuwa tayari kupoteza na kuwa tayari kupokea. Unaweza kuwa tajiri leo, kesho ukawa huna, unapoteza. Mfano, umebeba mzigo ya watu wa takriban milioni mia mbili mia tatu, umempa dereva umemwajiri, anaweza katukomeze gari na mzigo wake. You have responsibility, hiyo ni ya kwako. So, ulibeba mzigo ya watu leo. Gari ya kwako ni milioni mia mzigo ya watu ni mia mbili au mia tatu. See? So, there is some kind of pressure, yani lazima uwe tayari. Kwa hiyo unavyoniambia hivi na sound kama umewahi kupata hasara kubwa kwenye hii biashara? Alhamdulillahi. Ulishapata kwenye hii biashara? So, gari ilianguka, ilianguka bahati nzuri, iliyoanguka kontena ili haikuanguka, ilianguka huzi tu kichwa, okay. cha gari na hasara ya mzigo ya watu hatukupata, alhamdulillah, ila tulipata hasara ya kampuni au kunipoteza gari kabisa, na hiyo huwa inatokea for the business kwa sababu unapoanza kufanya okay, biashara ukubali kupokea na kupoteza. Tunakwenda kwa mapumziko mafupi, tutarejea tuendelee na mazungumzo mengine. Kaa karibu, kumbuka tuko na Afya Pure Drinking Water pamoja na Agate House kama wadhamini kipindi chetu kizuri. see you On the next side. Wasemaji waliwahi kusema ya kuwa vunja mfupa kama meno bado yapo, alafu wakaongeza ya kusema ya kuwa ni kama moshi ukipotea haurudi tena, kisha wakaofananisha na maji ya moto ambayo hayachelewi kupoa. Wewe, mwana chai ya moto namna hii, rafiki yangu, yako nini kuniunguza? Wewe, vipi mshikaji wangu, wewe Misemo yote hii mitatu inamaanisha thamani ya ujana. Je, vijana wanafahamu thamani walionayo? Kuna kijana aliyefuata ushauri wa rafiki yake akasonga mbele. wanapenda mishangazi sijui mishangazi so wote kwamba wanakuwa wanajema vipi pesa itatumika ili kukuza uchumi wa nchi, vijana wa Kitanzania, elimu na fedha ya uchumi, kiukweli hatuna. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Khalid Omar katika kipindi cha sauti za vijana, mwanga mpya kwa kizazi kipya, na mtumaini baada ya mapumziko mafupi. Kumbuka unatazama fursa A to Z hapa Kishki TV, mimi naitwa Ezden Jumanne, you are brave on the show. Karibu sana leo hii hapa tuko na afya pure drinking water kama wathamini wetu, pamoja na that House ambao ndio tuko eneo hili tukifanyia mazungumzo yetu, tukipata breakfast yetu vizuri sana. Tunarekodi kipindi chetu asubuhi, mashaallah. Na leo niko na the CEO from this place uh, Umu Faisal. Binafsi mjifunza kitu kikubwa sana hapo. Ona, watu wengi wanafanya biashara kwa kuhama hama au wanaanza hii wanaacha, wakipata hasara n wakianguka, anaichukia biashara anamchukia mtu aliyempa connection. Nini kikufanya wewe ukaweza kuendelea nayo hata pale ukipata hasara kubwa kama hiyo? Sisi dunia hii tulipo, aliyetuleta ni Allah subhanahu wa ta'ala hasa na mwenye kile yeah. We don't have anything. Hivi vitu ambavyo tunavyo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Unapokuwa na imani hiyo, umekuja huna wasiwasi. Yesterday I have, today sina. Alinipa jana ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Alichukua nani leo? Ni Allah. Nafsi yangu sijui zitaishia mpaka wapi So, confidence ya kumwabudu Allah na kumwomba na kujua kwamba yeye ndio muweza yote, ndio inakufanya upate nguvu. Kwa hiyo imani yako kwa Allah ni moja ya kitu ambacho kinakufanya usikate tamaa unapokutana na hali ngumu au changamoto kadhaa. Absolutely, kitu kizuri sana. Absolutely, nasamani kuelewa kitu kimoja, biashara bila ujuzi unashu. Kuna usemi wa Kiswahili unasema, mali bila daftari ukotia bila habari Hey, hey, hey. Kama, my, suka natamani kujua where do you learn business skills and team una kipaza wapi? That's why nilikutanguliza neno la la majaliwa. Eh, eh. Mimi sina elimu, sina certificate. Like when they say elimu hii upase, you need to know this is my certificate. Like any certificate yangu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Unajua maisha ni darasa. Kwa maana kila siku ukiamka kuna vitu unajifunza, si ndio? Hapo hakuna sehemu unatazama, unapata ushauri, kuna sehemu unajifunza, you're learning this, una soma, like flani, au unasoma labda kitabu fulani au vitu fulani au platform fulani au kuna mwalimu au kuna mentor or something, au ina mshauri oh. Labda niseme tu Mungu amenijalia niwe na na na experience ya yangu na akili yangu na everything I have. Alhamdulillah. Mashallah, that's hae nice. Ni, ni mtu ambapo unaweza ni nikakaa ni nikabuni ni ni something mm, na ikakubalika, sawa sawa, sawa sawa. La, no. Chakula mm. Aina yoyote ya chakula mm. Lazima nikaingia jikoni nafanya na, na inakubalika alhamdulillah. Bali na upishi. Upishi. Una kipaji kingine chochote? Kwa kweli ambacho kiliwahi kujitokeza kaa a kupika kwa kweli Mashallah. Kicha ambacho mimi Sawa. Sasa kujua kupika ni jambo moja na kufungua restaurant ni jambo lingine. Lingine. Ni kama vile ninasema sio kila mwalimu mzuri anaweza kushawishika kufungua shule. Naweza kama mwalimu lakini akafundisha tu kwenye shule za wengine, si ndio? Wewe nini kilikupelekea kufungua mgahawa? Nini kwa... Um, kwa vile mimi ni mpenzi wa kupika. Ndio. Na for the last two years pia kuna sehemu leo ilikuwa se na na, uh, so, sehemu ndogo tu nikaona okay, um, inaenda vizuri, lakini kwenye mtaa huu wa leo na chef, nilikuwa na msichana tu na mimi, sehemu ilikuwa ndogo tu, kwa sababu nilikuwa naweza can't you biashara inaenda, nasema tuone inaenda. Okay, uh, kuna watu wengi wanatazama kipindi sasa hivi. Wanatamani kuanzisha biashara ya mgahawa hapo baadaye au wengine mbioni au katikati ya process mgahawa. Location nzuri inamaanisha nini? nini gani nataka niweke mgahawa. Location nzuri ni ohn location... kwanza safety. Maisha yetu inahitaji usalama.

sehemu yenye usafi na sehemu nzuri. Kama niliyo ndoto yako kuwa na restaurant, you take that for now. Kuna mtu sana, natamani kuwa na restaurant, lakini si na mtaji, ila natamani sana kuwa na restaurant, natamani umshauri huyo mtu, anaweza kaanzia wapi? Labda kupata na labda wacha somba ukatupa, labda mtaji wa restaurant unaweza kuaje? Yani kwa picha tu ya mtu anayetamani kuwa na kitu kama hiki. Now you you the professional tell, na konga maji kwenye kinu Kusema kweli, hilo ni ngumu na upande mwingine ni nyepesi. ni uh -huh. Ngumu ni, ni kupata pesa, kapitoka pamba iko tayari, yeah. well. tayari. Yeah. Na upande mwingine ukiangalia ni chepesi kwa sababu unataka ku, kuwa na restaurant For now huwezi kuwa na restaurant. If you're not ready, yaani kuja hujawa tayari, hujajiandaa wala hujawa na pesa ya kuanzisha. Unakuwa tayari kuwa na subira ya kutoka huko unakotaka una, una kutoka Lire. Kuwa na imani kwamba mimi nitatoka na, hapa nilipo dream zangu ni kufungua restaurant, nitafika. Nitafika no. For nowhere, mtu hawezi kufika mahali ambapo anataka, lazima asote, lazima apitie njia ambapo inahitajika kupitika, lazima awe awe, awe awe na subira, lazima awe na imani ya kujijenga awe very strong person ya kujua kwamba hiki nikifanya nitafika, mm. don't lose hope, hilo okay. Hilo jina wanalo Al-Hikma Foundation Hebu uh, uh, <coughs> na, oh, ma, okay, uh, tueleze vi, najua watu wengi huwa wanajifunza wakati mwingine kwa mifano. Hebu naeza kumweleza jambo likawa gumu, lakini ukimpa mfano unakuwa umeanza kumwonyesha njia. Changamoto gani wewe umekutana nazo wakati ukianzisha hii mgu mgahawa unaweza kushea na sisi, hiyo itakumbisha? Waal, changamoto actually ni fedha tu. Ok, mm, okay. Pesa kweli kwaje? kile... ulikuwa umeshafungua ukakwama sehemu ushambana mawazo ukataka kufunga? Tulianzisha kuanza last year, ndio mwezi wa kumi na moja, ukabiziwa jengo kile, kibiziwa mwezi wa kumi na moja. Lakini tukaja kufungua Januari hapo katikati, changamoto zilikuwa nyingi tu ya kukosa pesa kwa sababu sisi hatuungi mambo ya kukopa na pingia riba, you will not doing that. La, lazima utafute chapo yako halali ukiweke kiende, hata kama utakaa miezi sita bila kufanya kazi mm. Lakini upate kicho ambacho wewe baadaye kitakupa okay kubwa na cha baadaye kitakuja kuwasaidia watu wako, cha halali sawa sawa. Huo ni ushauri mzuri sana wa ujumla, pia hata katika mambo mengine. Ni cha halali ni nini? Mno riba, biashara. Naam, katika biashara riba sio nzuri. I have something, mimi naweza nikapeleka benki, nina majumba mengi tu eh, naweza kupata pesa kwa dakika sifuri hapo. Kwa hiyo ulishawahi kutokea, ulishawahi kufika kwenye po point ukatamani kuifunga? Tukwili, alhamdulillah. Right. Mashallah. That's nice. That's nice. Sasa, niambie, kuna kitu kimoja ambacho huwa ni changamoto ya watu wengi sana kwenye biashara: kupata wateja, kuvutia wateja, kufanya wateja waanze kuja. mlipofungua wa na ikaanza ku excel inaanza kufanya vizuri, sehemu inaanza kuonekana, ulikuwa unatumia jitihada gani kuhakikisha unapata wateja wa mwanzo wanaokuja kwa wingi hapa? Um, unajua biashara ni, ni mashindano, ndio. Waswahili wanasema naam, naam. eh biashara ni mashindano, na mashindano ukiweka ndani ya mashindano ukiweka imani yako. Ndio. Utashinda. There are some people walikuja, umesema kuna mgahawa nyingi tu hapo zimeuliwa na zineza muda mrefu something like that. Sasa mtu anaweza kaja akakatisha tamaa na akakwambia movement ya hapa si nyingi, hauna na watu wengi, movement hapa sio, lakini Unajua, unapoweka unapofungua, pu, una biashara, sisi hatufungui kwa kupata hapo hapo. Uwezi ukafungua biashara leo, mwezi ujao ukasema nimepata faida. You never do that. Biashara haiendi. Uta survive, utakula hasara, utaenda mwisho siku utakuja kusimama mahala pako, lakini uwe na imani sasa na, na, supera. Maana nimesema mimi nang'ang'ania ile neno tu. Unadhani kitu gani ambacho we umekiexperience either kwa kukiona kwa watu? Unadhani ni kitu ambacho vijana wengi wanapuuzia wanapoanza biashara? Yaani wanapoanzisha biashara huo watu wengi wanakipuuzia ikafanya biashara nyingi zisisurvive hata ndani ya mwaka mmoja. Biashara ni lugha. Ndiyo. Mwonekano. Hmm. Na kitu kizuri unachokifai. Ndio ladha kwa Kiswahili. Biashara ya nguo ni uzuri na quality. Kila biashara ina stage yake. Ndio sasa, wewe biashara zako kama ni chakula, mfano sisi buna, lugha nzuri. Hebu niambie, unaona kuna fursa gani nyingine ipo ambayo vijana wanaweza wakaiendea, lakini hawaifanyii kazi au hawaioni kama fursa. Hapa nataka utumie macho yako ya kijasiriamali ya kwamba kuna kitu fanya kwa, kama singefanya hii, ningeweza kufanya kitu fulani. Naona watu wamekaa tu, hii ni fursa kabisa, akafanya kitu ambacho kikaeleweka. Hey, nakupa mfano mmoja ndio moja. Yeah, amemaliza form four alhamdulillah, akasema kwamba mama, what can I do? Akamwambia okay let's go. Mimi najua kwa sababu mimi na mama wako, unachokiweza mimi nakijua. Allah anajua na mimi nakijua Mashallah nikampeleka chuo cha walimu. Cha walimu. Wewe ona. Eh, anaweza. Anaweza kwa sababu she love anapenda kukaa na watoto, unajua. Unapomlea mtoto unajua huyu mtoto anaweza nini na anaweza nini. If you are good, if you you are are smart but right. Eh, yu kama ni mzazi mwenye hali ya juu unaelewa, unaelewa watoto wako vizuri. Yeah, everybody atasimama wapi? Kila mtoto ana uwezo gani, unajua kaanza kusoma chuo, amemaliza, alhamdulillah amepata kazi, amepeleka proposal yake so, ameshukuliwa, na bila shaka ni mwalimu mzuri pale kati ya walimu wazuri, mashallah. Unapoona mtu mm, unamwangalia una anaweza nini, muulize kwanza, hopi yake ni nini, anachokipenda kitu gani? Mtoto kama hana, hana jibu, muhamulie sasa Aha, ile, ile, hapa hawezi kuwa na lawama. Absolutely, na wala hawezi kukasirika kwa sababu kwanza umempa nafasi ya kuonekana, yeah. Hii ni nzuri sana kwa kweli, mimi nakushukuru sana. Nashukuru pia, mpo kwenye mitandao ya kijamii, labda watu wanaweza wakatembelea wakao? Eh, ipo ipo inaitwa Nagat Nagat. Basi bila shaka mtazamaji, utaiona kwenye description yetu, tutakuandikia account hapo, hata kwenye Instagram yetu pia tutakuonesha. Uh, unaweza kwa hiyo wafuatilie, fuatilia, angalia harakati zao mtazamaji na kushukuru sana kwa kufuatilia. Naamini utakuwa umejifunza vitu vingi sana kutoka kwenye episode hii, ambayo ilikuwa maalum kabisa kuweza kufahamu biashara ya mgahawa, lakini tumepata experience pia ya miaka zaidi ya ishirini katika kipindi hiki kifupi. Tumepata vitu vingi sana. Naamini kwa wale ambao wana ndoto za kuanzisha biashara ya mgahawa, vingi utakuwa umevuna leo kutoka kwenye kipindi hiki. Kipi umekipenda, naandikie hapo chini. Kipi kingine unadhani kitakuwa ni elimu bora zaidi kwa wale ambao wanasoma comments waweze kujifunza kutoka kwako, tuandikie pia kwenye comments. Unaona kwamba hiki inaweza kuwa kitu kizuri kwa mtu ambaye anahitaji kuanzisha mgahawa. Lakini pia ukiwa una swali lolote unatamani kuuliza kwa madam, basi tuandikie pia hapo chini. So, endelea kuwa na sisi kwa vipindi vingine. Nawashukuru sana, uh, timu yangu, kwa niaba ya Kishki TV, uh, Abdurahman Abdul Karim pamoja na Ahmed Kimamba nyuma ya kamera. Tukutane kipindi kinachofuata. Nitakuwa la nani? Tutaongelea nini? Kumbuka safari ya ujasiriamali inaendelea ndani ya Fursa A to Z. Bye bye. Nuru, nuru ya dini yako.